Lakini ikiwa mahala hakuna uongozi wa Uislamu, kwa maana hakuna zile sheria za Kiislamu, manake kutakuwa na siasa siasa ambazo zitakuwa na utawala kwa mujibu wa demokrasia, manake utawala wa watu unaongozwa na watu. Uislamu ukawepo mahala pale, uislamu utakutaka utii ile mamlaka iliyoko pale. Ikiwa mamlaka ile haikupigeni vita katika dini ya nane ya Mwenyezi Mungu, hutakiwi kufanya fujo, unatakiwa kuitii kwa kile ambacho Mungu kaamrisha. Ikiwa wao hawajakukatazeni kufanya yale ambayo Mungu anafanyaje, anayotaka, ila wakikuamrisheni kufanya ambayo Mungu hayataki, ndo pale la taatan makhluqu fi lmasiati lkhalqi, hakuna kumtii kiumbe katika kumuasi nani? Mwenyezi Mungu. Sijui umenipata vizuri yani, pata vizuri sasa. Sheikh Shafii, tumeona kuna Sheikh maarufu naye jana amezungumza katika masuala haya yanayoendelea, na akazungumza hilo kwamba tumtii Mwenyezi Mungu na mamlaka juu yetu. Pia akafafanua aka, aka akasema kama nchi ambayo haiongozwi na sheria za Kiislamu basi inabidi tutii tu, tu, tu, mamlaka. Lakini katika maelezo yake tuliona ile aya ya kibanyanga banyanga hivi. Nafikiri ile klipu nimekutumia na umeisikia. Wewe pale unaizungumzia hivi. Shida iko hivi. Shida iko hivi. Yaani yule mtu kaileta aya sio mahala pake maneno yaani, kashindwa kutafuta maneno, kashindwa kutafuta hadithi za Mtume. Zinazungumziaje unapoishi katika dunia isiyo kuwa na sheria ya Kiislamu? Zinazungumziaje unapoishi katika nchi isiyoongozwa na sheria za Kiislamu? Wewe unatakiwa uishi vipi? Sasa kwa kubananisha hilo, kwa sababu wana la kwake analolitaka sasa kwa Waislamu kuwaaminisha kwamba hilo lipo katika Qurani. Ndipo akaamua kuileta aya isiyokuwa mahala pake kwanza. Sasa Shafii, tunaomba ile aya alivyoisoma, nafikiri tunaiweka hapa hii video alivyoisoma, na tunaomba usahihi wake inavyosoma kutoka kwako na, kwa kwa kwa kwa kwa na tafsiri yake, kwa sababu mtu unasema jambo ambalo halipo katika dini, unajaribu kulitia katika dini ili ufanikiwe ya kwako kwa. Utashindwa kuisema ile aya kwa maana, huyu mtu hata alivyoisoma aya akaamua kuibananga bananga ile aya, ili mradi ili kuonyesha kwamba unachokisema sio. Mungu akakupiga laana katika kusoma hiyo aya, kwa sababu unakwenda kuchezea Qurani, unaiweka Qurani sio mahala pake. Narudia tena, Waislamu hawajakatazwa kutii mamlaka ya nchi ikiwa hawatozuiliwa kufanya dini yao. Sawa, bwana. Ila Uislamu wala hautaki machafuko. Ikiwa mahala pale hakuna sheria dola ya Kiislamu, utatii ile serikali iliyokuwepo, ikiwa haikupigi vita katika dini yako ya Uislamu, sio? Umeelewa hiyo? Sheria ipo lakini Yaani, kwa maana tuendelewamana Shafi tunaruhusiwa kuitii mamlaka ambayo japo haipo kwenye dola ya ndio, lakini kwa yale mambo ambayo wewe kuathiri, mfano labda serikali ikasema kuleni nguruwe, hatuwezi katii, kunyweni pombe hatuwezi kutii, acheni kuswali hatuwezi kutii, msiende maka hatuwezi kutii, msifunge Ramadhani hatuwezi kutiitusunui katika ibada zetu, hamna shida yoyote tutaitii kama itakuwa haitotuvunjia mipaka yetu ya dini, lakini siyo aya hii aliyosoma bwana mkubwa. Mimi ndo ninachokisema hiko, huyu bwana kasoma aya, kaweka aya mahala sio pake, kiasi ambacho sasa anataka kuwafurahisha watu kwamba aya ipo. Aya hiyo hamna. Yeye hiyo aya aliisoma hivi kama alivyoisoma, lakini kiukweli, Sheikh mudi kwamba aya hiyo haisomwi hivyo ile ni sura ya 4, aya ya 59, na mimi nataka niifafanue vizuri, watu waone namna yeye alivyoikosea. Sio kusoma, alivyokosea kutafsiri. Shemudi, aya inaanza hivi baada audhu billahi minashaitani rajim. Yeye alisema hivi kama anavyosema mtini, Mwenyezi Mungu mtini mtume na wale wenye mamlaka kwenu, sawa Akasema aya hii ndio anaingia sasa tena. Akasema baada ya Mungu mtume anafuata rais nani? Samia. Akasema yule mtu hajakosea. Kakosea sana, kakosea kwa sababu aya haisemi hivyo. Aya hii inavyosema, baada audhubillahi min minashaitani rajim ya ayuha alladhina amanu atiu llaha wa atiu rasula wauli wa ulil amri minkum. Wa ulil amri minkum. Wa ulil amri minkum Kipande hiki yeye akakipita ovyo ovyo, ile atiu Allah <laughs> wa waatiu rasul akapita ovyo ovyo, wa ulil amri minkum, yeye akasoma anavyojua yeye. Sasa aya hii nataka mimi niifafanue. Sasa aya inasema, ya ayyuhalladhina amanu. Kuna harfu nida, kuna watu wanaitwa, enyi watu ambao mlioamini. Shamuri tuko pamoja, tuko pamoja. Watu walioamini wanatajwa, watu mnadi huo wanadadanadiwa watu waliofanyaje? Walioamini, walioamini Ambao Mwenyezi Mungu, Mtume, amini ambao wamemwamini Mwenyezi Mungu, wamemwamini Mtume, wameamini siku ya mwisho, wameamini Uislamu ndio dini. Hawa ndio waumini. Qur'ani haijashindwa kusema, ya ayuha nasu, enyi watu, ya ayuhal kafiruna, enyi makafiri ya ayuhal munafikuna, enyi wanafiki. Imeanza ya ayuhal ladhina amanu, enyi watu ambao mlioamini nyinyi, atiu llaha mtini, nani wanaambia waliofanyaje?